Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ni matumaini yangu Mungu ni mwema, kama alivyo mwema kwangu na ninaamini kabisa Mungu yupo anaendelea kukutendea wema na fadhili zake. Ni siku nyingine tena tumepata neema ya kukutana kupitia kipindi chetu bora kabisa, kipindi ambacho tumejikita kwa ajili ya maombi, kinajulikana kama Karakana. Karakana ni mahali pa matengenezo. Chombo kinapopata shida, watu wanakipeleka ili kitengenezwe. Unaweza ukaita gereji, siyo makosa. Majina yangu, ninaitwa mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aroni na hii ni Dar es Salaam, Tanzania, maeneo ya Makabe Mbezi tunapatikana hapa. Neno moja ambalo nataka kusema na wewe, Mungu anakuwazia yaliyo mema. Sasa kabla sijaendelea na chochote, ngoja tumshukuru Mungu alafu, baada ya hapo tutarudi tuzungumze machache na tuweze kumaliza kwa maombi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako nyingi ambazo unazitenda kwetu kila inapoitwa leo. Ninalitukuza na kuliabudu jina lako lenye nguvu na mamlaka, ambalo kwa hilo tunapata ujasiri wa kutembea vifua mbele bila kuwa na hofu na mashaka ya lolote umetupa neema tena Bwana ya kukutana wakati huu. Ninakurudishia sifa na shukurani kwa sababu ni wewe uliyetutunza, uliyetuhifadhi chini ya mbawa zako tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Uliwahudumia watoto wako na umetulinda na hata sasa umetupa nafasi nyingine tena ya kuwepo mbele zako. Tunakualika Bwana, ukatamalaki kila atakayefuatilia ibada hii. Bwana, ninaomba ukamhudumie, makusudi yote ya ibilisi yakanyamaze kimya, uwepo wako ukatande mahala alipo mtoto wako, masikio yake ya ndani yakafunguke lile ulilolikusudia akalipate na likamfae. Asante kwa sababu ninaamini mimi nitatumika kama chombo, we utasema na watoto wako kwa Roho Mtakatifu na utawahudumia upendavyo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini kwamba tumeanza nawe na utamaliza na sisi, amen. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Kwa wewe ambaye unaungana nasi kwa mara ya kwanza, kipindi hiki kinategemea sana meseji ambayo unatutumia kwa namba ambazo unaziona zinapita hapo kwenye skrini yako, au kwenye simu yako. Unatutumia ujumbe, unahitaji gani ambalo ungependa tuombe pamoja. Hiki kipindi kila wiki kinapatikana siku ya Jumatatu kama leo, kwa sisi ambao tuko Afrika Mashariki, inawezekana ikawa tofauti na wewe, lakini zingatia na ninaamini kabisa utatupata na Mungu atakuhudumia. Nikushukuru Dada Johari kutoka Marekani kwa kutuma meseji yako ya kwamba unahitaji Mungu akupatie kazi ya kudumu, lakini pia naomba nimtambue pia Zain Shungi kutoka Marekani pia kwa kutujuza kwamba nawe unahitaji fulani ambalo ungetaka Mungu akupatie, ikiwa ni hitaji la kazi. Lakini pia nimtaje mtu mwingine ambaye ni mzee wangu, mzee Lushinga Weti kutoka Marekani pia. We umesema tuombe kwa ajili ya afya, ili Mungu aendelee kukuimarisha unapofanya kazi, usipate changamoto ya kiafya. Ninajua na kuna wengine hamkupata nafasi ya kutuma, lakini yote katika yote, Mungu ni mwema, ametupa nafasi ya kukutana leo na tuta taomba kwa kadri ile ambavyo atatamani tuombe na kugusa mahitaji ya kwenu. Nikukaribishe sasa. Kabla sijaingia kwenye maombi, ninaomba nianze na neno fupi ambalo litatupeleka kwenye maombi ili tuweze kuomba pamoja. Andiko ambalo nimepewa leo ni kutoka katika kile kitabu cha Nahumu, ile sura ya kwanza na mstari wa tisa. Ni mstari maarufu. Maandiko yanasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Kwa sababu maandiko yanasema yeye atakomesha mateso wala hayatarudi tena. Naomba ulichukue hili neno na utembee nalo. Mateso unayoyapitia ni Mungu anayeweza kuyakomesha, lakini anayakomeshaje? Ni mpaka pale utakapoamini ya kwamba yeye anaweza kukomesha, na ili uonekane unaamini ya kwamba anaweza kukomesha, ni vile unavyowaza. Daudi anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Sikiliza nikwambie, kile unachokiwaza jiulize, je, kina kibali mbele za Mungu? Kwa sababu kile unachokiwaza ndicho Mungu anakitazama. Maandiko yanasema wazi, Mungu anautazama moyo na moyo ndio unaozalisha nini? Mawazo. Kwa mujibu wa Daudi anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu <laughs> yapate kibali mbele zako. Sikiliza nikwambie Mtu ananena yale yanayoujaza nini moyo. Nataka nikukumbushe mtoto wa Mungu, unawaza nini juu ya Bwana kwa habari ya hicho unachokipitia? Kwa sababu kuomba ni jambo la pili. Mungu anatazama kile unachowaza, baada ba, baadaye ndi anakuja kusikiliza kile unachoomba. Nimekuja nikwambie mtoto wa Mungu, anakuwazia mawazo mema, anasema yeye atakomesha mateso yote na wala hayatarudi tena. Unatakiwa kuamini uwaze sawa na vile anavyotaka uwaze, ya kwamba tunapokwenda kuomba, amini ya kwamba anaweza kukutendea hilo hitaji lako, anaweza kulitatua, anaweza kukupa majibu ya kile unachokitaka. Lakini kama unawaza tofauti alafu unaomba tofauti, nataka nikuhakikishie, matokeo hayatakuja vile unavyotaka, kwa sababu Mungu anautazama moyo ambao unazalisha mawazo yaliyoko ndani yako, lakini unaomba tofauti na vile unavyowaza. Ni maombi yangu Mungu akupe kuwaza sawasawa, sawa na vile ambavyo utakwenda kuomba, kwa sababu vile unavyowaza kwa habari ya Mungu ndivyo Mungu atakavyotenda. Kama unaamini ya kwamba vile unavyowaza ni kwamba Mungu anaweza kukutendea, nataka nikuhakikishie hata sasa anakwenda kukutendea. Hebu inamisha kichwa chako niombe kwa ajili ya mahitaji kwa maombi mafupi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako la utangulizi ambalo umenipa kusema na watoto wako, ya kwamba kumbe kuna wakati hatupokei kwa sababu tunawaza tofauti. Leo umetupa neema ya kulielewa neno lako. Cha kwanza, ninaomba rehema kwa yeyote ambaye anatamani kutendewa na wewe, lakini mawazo yake yako tofauti. Leo ninaomba kampe neema ya kuwaza sawasawa sawa. Usikumbuke mapungufu yake, kwa sababu roho zetu zi radhi kuyatenda mapenzi yako, lakini miili yetu ni dhaifu na maandiko yanasema miili yetu inashinana na roho kila inapoitwa leo kututoa kwenye njia ili tusiyatende mapenzi yako. Ushukuri wewe Mungu ambaye unatukumbusha kila inapoitwa leo, na leo umemkumbusha mama, umemkumbusha baba, umemkumbusha kaka na umemkumbusha dada, ya kwamba wewe unatuwazia yaliyo mema na unaweza kukomesha kabisa yale yanayotusumbua na kututesa. Ninawaleta wale wote ambao Bwana wametuma mahitaji yao kwa habari ya kazi Kristo ninajua uwezaye kuwapa kazi ni wewe, na wewe umesema kwenye maandiko unabariki kazi za mikono ya watoto wako. Mwone huyu mama, mwone huyu baba, mwone huyu kaka, mwone huyu dada hana kazi, na wengine wako katika nchi za ugeni. Wanaishije? Wanabarikiwaje? Ni mpaka wewe Kristo utakapowabariki katika zile baraka ambazo umewapatia, yani kazi za mikono yao. Ninawakabidhi mikononi mwako Jehova, ninaomba ukafungue kibali cha kazi katika jina la jina Yesu Kristo wanaza talehe hai, kila kinachozuia kibali cha kazi kikaharibiwe, kwa sababu ninajua wakipata kazi watabarikiwa. Wewe utafungua milango ya baraka juu ya kazi zao na utafungua madirisha ya mbinguni, watabarikiwa waingiapo na watokapo. Roho yoyote inayofunga mtoto wako kubarikiwa kupata kazi, katika jina la Yesu ninainyamazisha kimya. Ninaomba Bwana ka ukaingilie kati, haijalishi huyu mtu ametafuta kazi kwa muda gani, ninachojua Bwana ukiamua unaweza kufanya na hii roho ya kumzuia asipate kazi leo ninainyamazisha, na haitajirudia tena. Atakapopeleka CV zake kwenye ofisi yoyote ambayo anahitaji kupeleka CV, kibali chako kiambatane naye, ukamsaidia na akaipate hiyo kazi. Na wale walio na kazi za kufanya kwa muda, sio kazi za kudumu, ninaomba kibali cha kazi za kudumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ale hai asiwepo. Mtoto wako anayefanya kazi akiwa na mashaka ya kwamba kesho anaweza asiwe na kazi, midhara amekukimbilia wewe Muhakikishe katika hiyo kazi akapate kibali cha kuajiriwa jumla, ili bwana akawe mfanyakazi wa mahali hapo. Asante kwa sababu ninajua haki zake utampatia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na nawainua wale wote walio wadhaifu wa mili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba mponyaji ni wewe, maandiko yanasema, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ninaomba Jehova ukaachilie uzima na uponyaji kwa watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuna wale ambao wametamkiwa maneno magumu na daktari kwa habari ya afya zao, ya kwamba hawawezi kupona. Maana magonjwa yaliyotajwa ni magonjwa mazito yenye majina mazito. Baba, ninajifunza kwenye maandiko yanaposema ya kwamba wala hakuna wokovu kwa mwingine yeyote, kwa sababu hakuna jina jingine tulilopewa lenye nguvu na mamlaka ya kuwasaidia watoto wako isipokuwa jina lako Baba. Ninapambanisha yale magonjwa kwa majina yao na jina lako Yesu, ijulikane ni jina gani lenye nguvu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninanyamazisha kila magonjwa kwa jina yake hayana fungu wala sehemu. Aliyelala kitandani akiwa ICU, we unaweza kumwinua, maana yasiyowezekana kwa wanadamu kwako yanawezekana. Madaktari wameshindwa kwa habari ya ugonjwa anaougua mtoto wako, lakini wewe unaweza kufanya zaidi ya vile ambavyo wanadamu wanaweza kufanya. Natangaza uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu. Roho Mtakatifu kagua kwa moto, katika jina la Yesu ninaomba operesheni za kimungu zikapite kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo miguu. Kila ugonjwa wa kila aina yake ukasambaratike katika jina la Yesu, uzima ukapatikane. Asante kwa sababu Jehova unalitenda hilo. Ninakuinua kwa sababu unakwenda kufanya wako. Wengine Bwana wanapita kwenye changamoto ya kiuchumi, kazi wanazozifanya biashara zao haziendi vile wanavyotaka. Kuna watu wamewafunga kwa manguvu yao ya kiganga na kichawi. Yesu Kristo ninakuita wewe unaisimama kwenye madhabahu hii ya neno la ushindi, ukawatetee watoto wako. Tetea biashara zao mahali zao mahali pao pa kazi. Yesu ukaonekane mahali pao pa biashara ukaonekane. kama kuna nguvu yoyote ilitumika kuwafunga watu wasione biashara zao, katika jina la Yesu ninamimina damu yako ya thamani, ikafungue kazi za mikono ya watoto wako, ikafungue Bwana hata biashara zao, ili watoto wako Jehova waone mpenyo katika uchumi, waone mpenyo katika kazi za mikono yao, na wakakushangilia asante kwa sababu unapobariki kazi zao, unaondoa madeni, kwa sababu watapata fedha ya kulipa madeni na roho ya madeni itawaachilia katika jina la Yesu Kristo. wanazatale hai wako. Wengine wanajitahidi kufanya vitu, lakini wakati unawakimbia. Kuna roho ya kuchelewesha, vitu vyao havifiki mwisho. Wanaona kabisa picha ya kwenda mahali fulani, lakini kunatokea jambo linalozuia kwa muda. Wanakuja kukamilisha vile vitu vyao, mambo yameshaharibika, hata kile wah kipata hakipatikani kwa kiwango kile. Baba, ninakataa hiyo roho ya kuchelewesha katika jina la Yesu. Acha mtoto wako aliyeambatana nami akaone kufanikiwa katika kile anachokifanya kwa wakati ulio sahihi, maana umesema kila jambo lina wakati wake. Wakati unapopita halitafanyika tena. Baba, ninaomba isio kwa watoto wako, uwatendee wema na fadhili zako, wauone mkono wako, wakati ukawe upande wao, wasichelewe, wakafanikishwe katika kila eneo. Yesu, asante kwa sababu unatenda yako mengine, Bwana sijayataja ikiwemo mabinti wanaohitaji kuwa na ndoa. Yesu ukawasimamie, lakini wako wengine walioitwa matasa, wako kwenye ndoa kwa muda mrefu, hawana watoto. Yesu ingilia kati. Wengine Bwana wanaharibu mimba, mimba zikiingia zinatoka. Nani anayeweza kuwatengeneza na kuwarejesha kwenye hali yao ya kawaida? Ni wewe Bwana. Tunasimama kwenye kipindi hiki cha Karakana, tunaomba Bwana ukafanye matengenezo kwa watoto wako, kila mmoja mmoja kwa uhitaji wake auone mkono wako, kila mmoja mmoja kwa uhitaji wake auhudumi. We na wewe Yesu, we uwezaye kutenda usinyamaze, usinyamaze, angalia machozi ya watoto wako, wanahitaji kufutwa na wewe. Wewe uliyempa Sara kicheko akacheka tena baada ya muda mrefu, unaweza kumpa kicheko huyu mama katika hitaji lake, unaweza kumpa kicheko huyu kaka katika hitaji lake, unaweza kumpa kicheko huyu dada na huyu baba katika mahitaji yao. Na ndio maana tumekukimbilia, tunakuita wewe mwenye nguvu, uwezaye kutenda, uwatendee watoto wako na wewe ni Mungu utendaye yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu, nami nakuamini ya kwamba umetenda, kwa sababu mimi ni mwombaji, mtendaji ni wewe. Na ninaamini iko ile nguvu inayotenda kazi ndani yangu itakayosambaratisha kazi za adui kwenye maisha ya watoto wako. Ninapungua uinuliwe, utukufu na sifa ni vya kwako. Asante kwa sababu umewatendea watoto wako, na ninaamini utaendelea kutenda zaidi. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini kutenda kwako Amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Asante kwa kuwa pamoja nami katika siku ya leo. Ninaamini kabisa Yesu amekuhudumia. Wa tukutane wakati mwingine, usiache kutufuatilia kupitia YouTube chaneli yetu ya Victor Aaron, fuatilia hapo. Lakini unataka kujiunga na magrupu yetu ya Neno la Ushindi, kuna namba inapita hapo, tunaomba tuma meseji kwa njia ya WhatsApp, naomba kuungwa kwenye grupu. Tutakupa linki ambayo itakufanya uungane na sisi wakati wote. Mungu wa mbinguni akubariki mpaka wakati mwingine. Shalom, shalom.